Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi kubwa iliyoko katikati ya Afrika ambayo inapakana na nchi saba za jirani ambazo ni Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Licha ya nchi hii kuwa na maliasili nyingi, imekuwa ikikumbwa na migogoro na amani katika kundi la M23 lijulikanalo kama Machi 23 Movement ni kundi lililojitokeza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tutaangazia makala kuhusu M23, kundi la wapiganaji lililo na ushawishi usha mkubwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ungana nami. Kundi hili liliundwa mnamo mwezi wa 4 mwaka 2012 na wanajeshi waasi wa zamani wa National Congress for the Defense of the People waliodai serikali ya DRC haikuheshimu makubaliano ya amani ya mwaka 2009. Lakini licha ya malalamiko mengi kati ya waasi serikali, M23 ilidai kuwa serikali DRC ilishula kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2009, ikiwemo kuingiza wapiganaji wao katika jeshi la kitaifa na kutoa huduma muhimu katika maeneo yao. Kundi hili liliteka maeneo kadhaa muhimu ikiwemo mji wa Goma mnamo mwezi wa 11 mwaka 2012 kabla ya kujiondoa kutokana na shinikizo la kitaifa. Sambamba na hayo, mizozo ya ndani ilizidi, na M23 ilikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka vikosi vya Umoja wa Mataifa na jeshi la Kongo. Kundi hili lilivunjwa kupoteza kudhibiti kwa maeneo mengine. Baada ya kuondolewa kwa M23 mwaka 2013, kundi hili lilijiendesha, baadhi ya wanachama wake walijaribu kuunda vikundi vya kiserikali na kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Hata hivyo, mizozo bado ilikuwa inaendelea katika maeneo mengine ya mashariki mwa Kongo, kutokana kwa kuondolewa kwa kundi hilo. Lakini ilipofika mwaka 2021 na kuendelea, M23 ilirudi kwenye vifo vingi vya habari, baadhi ya ripoti kadhaa kuonyesha kuibuka tena kwa kundi hilo katika maeneo Kivu kaskazini na kuwafanya baadhi ya waangalizi kujiuliza kuhusu uhusiano wake na serikali ya Rwanda. Kundi hili la M23 limeendelea kuleta wasiwasi mkubwa katika maeneo mbalimbali, pamoja na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao na kudhorota kwa hali ya kibinadamu na uchumi pamoja na kuleta athari ya uhaba wa chakula, maji safi na huduma za afya ndani ya Kongo. Licha ya kundi la M23, kumekuwa na juhudi mbalimbali za kimataifa na za kikanda kuleta amani, ikiwemo mikutano ya viongozi wa Afrika Mashariki na ushiriki wa Umoja wa Mataifa, lengo likiwa kuleta umoja na amani pamoja na kusitisha